Na baadhi ya mashabiki wa klabu ya soka ya Simba umeanza kuichukulia kauli za Alikamwe katika namna ambayo pengine tunaweza tukasema katika namna ya serious, baada ya yale ambayo umekuwa akisema mara kwa mara kutokea katika klabu hiyo na hivyo kuwafanya uh, baadhi ya mashabiki kuhisi pengine kweli kuna baadhi ya watu ambao wanaizunguka klabu hiyo ya Simba na kutoa uh, taarifa nyeti kabisa kwa msemaji huyo wa klabu ya soka ya Yanga. Sasa moja kati ya mashabiki wa Simba ambao wameonekana kama kutochukulia poa kauli za Alikamwe ni pamoja na shabiki maarufu wa klabu hiyo anayefahamika kama GB64, ambapo amehoji baadhi ya mambo na kuhisi kwamba pengine kuna baadhi ya viongozi ama watu wa ndani wa klabu hiyo wamekuwa wakitoa siri za klabu hiyo, na hivyo na kumfanya Ali Shaban Kamwe kuzitoa hadharani na mwisho wa siku wanaona kweli yale anayoyasema ndio yanayotokea. Ametolea mfano uh, Kauli ya Alikamwe kusema kwamba usajili wa Jonathan Soa kutoka Singida Black Stars hautowafaidisha Simba Sports Club kwani hatofanya vizuri, na wala hatuwasaidia katika kuhakikisha kwamba wanapata ushindi katika michezo yao mbalimbali, mbali ya ligi kuu Tanzania bara NBC Premier League, lakini pia hata katika michuano ya kimataifa iliyokuwa chini ya shirikisho la soka barani Afrika CAF, kwa maana ya CAF Champions League na CAF Confederation Cup. Sasa bstrani bwana anaendelea kwa kusema kwamba kile ambacho amekisema Alikamwe ni kweli, tunakishuhudia kwa sasa. Jonathan so amekuwa mchezaji wa kawaida sana, amekuwa mchezaji ambaye hatufufui matumaini kwa klabu ya Simba. Amekuwa mchezaji mbaya, hatuoni kile ambacho amekiahidi kuja kutekeleza anakitimiza. Ni mchezaji mbaya mara zote, amekuwa akiwa uwanjani aonyeshi uh, um, dalili za kuisaidia timu moja kwa moja, kwa maana kuipatia ushindi ama pengine hata kuscore, na hiki ndicho kinanifanya nihisi pengine yale anayosema Alikamwe kuna namna yana ukweli ndani yake. Kuna namna Alikamwe anapatiwa siri na baadhi ya watu ambao hawataki mema klabu ya soka ya Simba Simba. Lakini pia baadhi ya mashabiki wengine wamesema pia um, Alikamwe anashirikiana na baadhi ya watu ambao wako ndani ya Simba ili tu kuweza kuiteketeza Simba na kutofanya vizuri. Amesema kwamba baadhi ya maneno yake yamekuwa yakishabihiana na kile kinachotokea. Akatolea mfano pia a, mechi ya juzi a, kati ya Simba Sports Club wakiwa ugenini kule nchini Mali ambapo waliweza kufungwa magoli mawili kwa sifuri ambapo kabla ya mchezo huo Alikamwe aliweza kusema kwamba anaiona Simba wakiwa wamefurahisha kipindi cha kwanza tu wakiwa tayari wanamfurahisha kwa maana furaha ya Alikamwe ni kuweza kupoteza kwa Simba. Kwa hiyo kitendo cha kusema kwamba kipindi cha kwanza tu itakuwa tayari Simba wamemfurahisha sana, na ni kweli, na katika kipindi cha kwanza Simba wanakubali magoli mawili. Sasa ukiktoti uh, okay, anasema pengine kuna baadhi ya wachezaji pia wanahusika na kutoipa ushindi Simba, na ndio maana imekuwa hata magoli wanayokosa ni magoli ambayo ya kufikirisha. Lakini pia ukifuatilia uh, katika official account yake ya Instagram Alikamwe, baada ya mchezo huo wa Simba uh, siku ya jana, ameweza kuandika kitu ambacho pengine pia kinatia mashaka. Ameandika hivi, amesema sasa, mtachagua wenyewe utupa mchezaji wetu ama uendelee kumngangania na aendelee kukosa magoli makusudi. Hii ni kauli ambayo pia imewachafia sana mashabiki wa Simba na kujiuliza kuliko ni ama, kuna baadhi ya wachezaji ambao wanananganiwa na Simba, pengine wanafanya makusudi kuweza kukosa magoli ili Simba isishinde. Unamwona gani kuhusu na taarifa hii, tafadhali kwenye comment section.